Hizi ni ishara tano za kujua kama mke wako anakusaliti. Sasa, je, hizi ishara ni asilimia mia moja sahihi? Hapana, hakuna kitu kilicho mia moja duniani, lakini ni ishara nzuri sana kutazama, kulingana na hali ya ndoa yako. Katika ndoa tunasema usikate tamaa kamwe, hata katika hali kama hii. Bado ni kweli, kama bado unaishi na mke wako, hasa kama mna watoto na unaona hizi ishara sio muda wa kumkabili au kumkemea. Usimkabili hata kidogo. Badala yake, chukua jukumu la kukubali kuwa mambo yaliteleza katika ndoa. Sikusemei kwamba ni kosa lako, hapana. Ninachosema ni kuwa hujui tu namna ya kuwa kwenye ndoa, na ndoa yenu ilikuwa imeshashuka kwa muda kabla ya kufikia hapa. Kumbuka, mwanamke anapoanza kumsaliti mume wake si lazima iwe mwisho. Inaweza kuwa mwisho, lakini bado una nafasi. Unatarajiwa kuchukua kozi ya wanaume. Ikiwa hali hii inatokea, hakuna kingine kitakachosaidia, na hata hiyo kozi inaweza isifanye kazi kama utamkabili. Kwa hiyo, usimkabili kabisa. Ishara ya kwanza, anakuwa mwenye furaha nyumbani, lakini si wa karibu kimapenzi na wewe. Hii ni ishara, kwa sababu kawaida mwanamke huonyesha furaha yake kwa mume wake kupitia ukaribu wa kimapenzi. Kama anaonekana mwenye furaha, huenda bado anapata ukaribu, lakini sio na wewe. Usimwambie chochote, usimuulize, usiongeze msukumo wa kuomba au kutafuta urafiki wa kimapenzi. Badala yake, jifunze jinsi ya kuwa kwenye ndoa. Kumbuka, wewe ni nusu ya ndoa hii, na hatufundishwi jinsi ya kuelewa wanawake, wanaume au hata akili zetu. Na tusipodhibiti akili zetu, nia njema hufifia na hasira wivu na kutojali hutawala. Ishara ya pili, anapokuwa wa karibu na wewe kimapenzi, hutokea kwa haraka na bila hisia. Mwanamke aliye kwenye usaliti mara nyingi hataki ajulikane, kwa hiyo bado atakupa ukaribu, lakini ataufanya wa haraka sana. Atahakikisha unaridhika upesi, akusifie, halafu alale au aende bafuni, aendelee kuwasiliana na mpenzi wake kupitia ujume. Ishara ya tatu, ana rafiki maalum, mara nyingi mwanaume ambaye yuko naye sana kwenye simu. Anaweza kukuambia ni kazi au sababu nyingine, lakini kumbuka, yuko supposed kuwa na wewe na wewe unapaswa kuwa naye. Akiwa anatumia muda mwingi na huyo mtu, ni ishara nyingine ya usaliti. Lakini pia kumbuka, hizi ishara si kwa ajili ya kumripoti, ni ishara za kujibadilisha. Ukihitaji ndoa yako irudi, lazima ubadilike wewe kwanza. Ishara ya nne, huyo rafiki hana uaminifu kwako. Unaweza kumjua, anaweza kuwa mfanyakazi mwenzake, lakini mara nyingi mtu huyo anatumia mwanya kumuingia mke wako bila kujali kabisa. Anaweza kujifanya na kuheshimu au ni rafiki yako, lakini unajua tofauti kati ya rafiki na mtu asiye rafiki. Ishara ya tano, anakulinganisha na watu wengine mara kwa mara. Huenda anayekulinganisha naye ni yule anayesaliti naye au mtu mwingine tu lakini akianza kukusema vibaya kwa kukulinganisha, tayari anaona maisha yake akiwa na mtu mwingine. Hadharani anaweza kuonekana yuko karibu na wewe, lakini ukibaki nyumbani pamoja, huo ukaribu unafutika. Watu wengi hututumia ujumbe wakisema, naona mke wangu ananidanganya, nikamkabili. Na mimi huwaambia, hiyo ni kosa kubwa sana. Wengine watakushauri umpige stori kwa upole au uzungumze kwa namna fulani, lakini ukweli ni hakuna njia sahihi ya kumkabili mtu anayesaliti. Atajificha zaidi, ataficha ujumbe, atakuwa mwongo zaidi, au atakugeukia na kukushambulia kisaikolojia. Natumai utajiunga na chaneli yetu ujifunze zaidi kuhusu ndoa.